Amani ipo hapa ya ya kutosha, kwa sababu ndani ya soko letu tumetengeneza wajumbe kila sehemu kusikiliza kero mbalimbali za kila mtaa, kwauza nyanya, kwauza samaki, kwauza nguo, kila maeneo. Kwa hiyo amani hii tunamshukuru Mwenyezi Mungu, Mungu anaendelea kutusimamia ndani ya soko letu, amani inaendelea na tunaendelea ku kuisimamia. Pale ambapo tutakapoona kuna shida juu yetu, kuna viongozi wapo, tunaendelea kuwasiliana nao kwa ajili ya kutatua tatizo linalokuwa limejitokeza ndani ya soko letu. Nakushukuru sana kwa kwa ujumla wako na kwa uongozi wako wote uliambatana nao. Asante sana, na sana Atina, kuja na nawashukuru sana hadi naingia huko ndani kuja kununua nyanya nyanya, nyanya imepimwa kwenye ndoo na si mizani <laughs>

nisao tunauza kutokana na mali yetu. Unaiona hii nyanya hii nyanya, nikiweka kwenye mizani lazima ikat, itazidi. Ikizidi mfano kama jisima nachea, ikiweka itazidi. Kwa hiyo nyanya itapozidi inatakiwa taute kisu ikat. Sasa iki kipande kitakachobaki, je, mteja mwingine akijak? Yeah. <coughs> Sijajipanga ile bei yake ile, naona nikinunua nyingi huku sitanunua vitu vingine, hata nikopesha <coughs> Eh? Afisa biashara yuko wapi? Eti mbona wananyeshewa mvua huku ili tobo hapa, mvua ikinyesha sinaingia hapa afu ha? La muda mrefu ili oh, sio la leo mi moge nakuja huku sokoni eh. Kilo tu mtundo no, hapo. Ili soko simnalijua ni chakavu siku zote. Kama ni mkulima endelea na shughuli yako, kama wewe ni mtu ambaye ni mfugaji endelea na shughuli yako. Mkoa uko salama. Ujumbe wangu mimi kwa leo ni huo tu. Napita maeneo mbalimbali mbali kwa ajili ya kutoa shukurani, kwa maana mmetupa ushirikiano kutunza amani, na niwaombe tuendelee kufanya